haya ni matangazo yetu ya, ya jioni. Katika yale tumekuandalia ya, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Nini kinachoendelea katika mji wa Uvira huko mkoani Kivu ya Kusini baada ya habari zilizotangazwa kuhusu kutekwa kwa mji wa Luvungi na wapiganaji wa M23 na washirika wao, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Habari zimesambazwa nyingi na wasiwasi wasi kuingia wakahaji katika maeneo ya Uvira, hata tukichukulia sange na vitongoji vinavyopatikana katikati ya sange na Uvira, ukweli ni upi? Pamoja na silaha zilizosikika kutwa mzima katika mji wa Uvira, nini kinachoendelea na ukweli ni upi wa hali ya mambo? mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News ninakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kila macho, nitakuomba tafadhali wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Tafadhali usikose kusubscribe, yaani kujiabonner. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Tafadhali usikose kushare, yaani kupartager kwa kimombo, kwa lugha ya Kifaransa. Yaani kuwasabazia wengine huo utakuwa ni mchango wako mkubwa utakao tupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi, na weo vilevile itakuwa ni kwako fursa ya kupata kila mara habari zetu mara tunapopanda hewani. Tega sikio, nini kinachoendelea katika maeneo ya Uvira ili risasi zianze tangu mapema leo hii apatao mwendo wa saa nne majira ya Afrika ya Kati hadi muda huu wa jioni siku ya Jumanne ya tarehe Disemba 9 mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano, kiukweli mtazamaji, pia msikilizaji, ikumbukwe hapa kuwa siku ya Ijumaa iliyopita kulisikika habari kuhusu watu kuuawa sehemu za Ruvungi, Katogota, Rubarika, na hiyo ni kutokana na bomu ambazo zili lipuka na makombora yaliyorushwa toka milimani, mengine yakitajwa kutoka sehemu za Bugarama kwenye ardhi ya Kongo. Hata duru za kijeshi yani, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walitoa kitangazo kusema kwamba makombora yaliyorushwa toka ardhi ya Rwanda sehemu za Bugarama. Milipuko ya makombora hayo yalipelekea vifo vya watu kadhaa, na ikaleta wasiwasi mkubwa na viongozi, hata maafisa wa kijeshi wakasema kwamba kuna baadhi ya vijana wa maeneo ambao walipewa rushwa na adui ili wachangie kuzohofisha usalama hasa ku leta wasiwasi wasi mkubwa miongoni mwa raia na ipelekee raia kuyahama makazi yao. Habari ambazo idhaa ya Kiswahili ya Kuna Nini News ilipata baada ya kufuatilia ni kwamba mji wa Luvungi uliachwa tupu, na baada ya kuachwa tupu, yamkini adui kaingia, na adui anayetajwa huenda wakawe ni washirika wao wanaopatikana katika maeneo wanaotumika nao na kuwapea habari za jeshi la taifa pamoja na wazalendo na ambao wenzi wao ndio walikuwa wakirusha vilevile makombora toka milimani ili kuogopesha adui kuogopesha wakaaji wakawe ndio walifanya hotuba kutoa hotuba katika mji wa Luvungi ninapoongelea yaliyotokea sasa Licha ya kwamba nimezungumza na kuanza yaliyotokea wiki iliyopita, napenda kuwafahamisha kwamba kuna askari wasiokuwa na nidhamu ambao walitoka kwenye uwanja wa vita hata kabla ya adui kuwasili. Wakachukua njia ya kutoka Luvungi Katogota kwenda katika mji wa Uvira wao na wake dhaho. Hali hiyo ilileta wasiwasi wasi kwa sababu wakaaji walikuwa nao tayari wameondoka kutokana na milipuko ya makombora. Sehemu hizo zikabaki tupu. Kuna habari nyingi zinazosema kwamba adui amewasili Sange. Kufikia muda huu ambao tunatoa habari hizi ikiwa ni saa kumi za jioni, hakuna adui aliyeingia katika mji wa Sange. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba yaliyotokea Sange na ambayo yalipelekea vifo vya watu kuuawa wakiwa hata askari wao kwa wao, ni huzuni mtupu. Watu walikufa wengi, na kisa na mkasa ni kwamba askari, kama anavyoongelea baadhi, ya wale askari wanaokosa nidhamu, kwa sababu kuna wale ambao wanatetea nchi na kuhapa kwa uji na uvimba hadi pale watakapoona tone la mwisho la damu limeanguka. Kuna wale ambao wana msimamo huo, lakini kuna wale ambao nao hutoka kabla hata ya adui bila kupiga risasi, lakini kule wanakokwenda, sehemu waliko raia, wanapiga risasi, kutokana na hali ambayo ilishuhudiwa sehemu hizo walipowasili katika maeneo ya Sange. Habari zinasema kwamba waligeuza mirija ya bunduki kupiganisha sasa vijana wazalendo ambao walikubali kusema maki, kusimama kidete kwa kupigania nchi hizo. Ni habari ambazo Kuna Nini News zilipata kuhusu yale ambayo yanaendelea katika mji wa Uvira. Sasa ni wale wale askari waliotoka sehemu za bonde la Ruzizi wamewasili katika mji na kuanza kufyatua risasi kiholela hata makombora yamepigwa, watu wameporwa na kutwa mzima. Mtazamaji pia msikilizaji, wakahaji wamejifungia ndani ya nyumba zao, wengi wakilala chini, kwa sababu risasi ambazo zilindindima kutwa mzima, hakuna yule ambaye angesubutu kutoa pua mje, na wale ambao wanaonekana barabarani kufikia muda huu uwa saha kumi majira ya Afrika ya Kati au majira ya Uvira wanaonekana wengi barabarani, ni hao askari kutoka sehemu za bonde la Rozizi kuelekea upande ambako kunapatikana bandari. Huko ni wapi? Sehemu za Kalundu. Habari tulizo nazo kwa sasa, mtazamaji, baada ya kuwasiliana na watu wanaopatikana kando kando mwa Kalundu, eneo linalojulikana kama vile Kilibula wamesema risasi ambazo zinatokota hapo ni hatari, na kisa na mkasa, ikumbukwa kwamba kuanza eneo hilo la bandari Kalundu kuelekea Kigongo kwenda Makobola na, na kuendelea, anayefunga ukanda hapo ni mkuu wa wazalendo anayejulikana kwa jina la Rene Itongwa, naye Rene Itongwa alipoona askari wanaotoka kwenye eh, maeneo ya vita yani ya kwenye bonde la Ruzizi, walio na nia ya kwenda waingie ndani ya bandari isijulikane kutafuta meli au mashua ya kuchukua ili wavuke ah, na kupitia ziwa Tanganyika kwenda isijulikani Kalemi au sehemu zingine. Rene Itongwa naye kasema, la, haikubaliki nyinyi kuvuka au nyinyi kupita hapa ili kuingia bandarini. Ni hali hiyo ambayo imezusha hali ya sintofahamu katika maeneo ya mji wa Uvira, sehemu moja tukichukulia Mlongwe, Kakungwe, Kimanga hadi kuendelea Kalibabenge, kuvuka kwenda Kilibula na kadhalika, hakuna mkahaji anayesubutu kuweka pua mje. Kila mmoja hadi saa -sa -sa tunaopanda hewani wanaendelea kubaki chini ya vitanda wa moja. Mtazamaji pia msikilizaji, kama mnavyoona wenyewe wengi ni askari wa taifa ambao wanaonekana kutoka sehemu za kaskazini kwenda upande wa kusini, na wale ambao wanapatikana ndani ya bajaji utawakuta ni wao. Pikipiki mnazoziona mtakuta ni wao. Gari mnazoziona mtakuta ni wao, wanaopatikana ndani. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na nikufikia kufikia hapo, hatuna cha ziada. Mengine ni baadaye. Nakushukuru wao walio kubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini fahamu kwamba adui hayuko mjini Uvira, adui hayuko mjini Sange. Asante.